Alikuwa nabebwa na, na aria yangu. Eh, at least nimekulia pia. Huyo sura mbaya alilipa gari, huyo sura mbaya alilipa gari one week, alikuwa na bebwa na... mm... Geoffrey bye. Eh, Liz is beautiful bwana, yule hakuna, kumbe kuna wa iPhone 15. Ne neuoi Sazingine unabaia tu mtu iPhone 15 na ukienda kwenyu tu hivi unabaia kobra cobra iPhone na kwenyu hata kuna nini hata gas mama yako ana I... I do that shit, baby. I can't Unabaiya mtu iPhone 17 pro na labda ukienda kwako mama yako na ana nini na kuni Haa.

At least if you do something, do it in private. Sawa watu wa kwenyu wakikuwatch wanakuwatch aje, wanakuona aje. How do your villagers watch you? If you, you buy iPhone of 500,000 live online, you are trending. Ha! Lizwa koloni mrembo. Niliwambia awasichana warembo. You...

wao to ok chop kata ten ni nyam nyam kiyudo minyamo kamano nyam nyam ni makkochichni to rumo abe kayudo ma manyamo ada nyam na nyara yugi igolo na pesa nyamo kini anto angudi ma an anto nyara yugi. anto kata choro ng'e nangudi yawo an